Chats za Rushaina na rafiki yake ambaye walikuwa na chat Instagram, wakimzungumzia mume wa Hamisa Mobeto Aziziki zimesambaa mtandaoni, ambayo imepostiwa nani huyu? Rushaina akacheka alafu akaandika astagafli and then uh, huyu rafiki yake akamwambia imagine huo mdomo. Rushaina akamjibu sitaki kusema sana, kuna mdomo wa Haji pia hapa, akimaanisha Haji Manara. Uh, alafu mlikuwa mnanilazimisha nirudi ndhani. Huyu rafiki yake akatumia imoji za kucheka. So hizi ni chats za Rushaina na huyu rafiki yake ambazo ndio zimesababisha eh, Hamisa Mobeto kumpiga blok Rushaina huko Instagram nafikiri pia hata WhatsApp huko atakuwa shamblok kwa sababu tu hatuwezi tukaona, lakini kwa hiki ambacho e, tayari amesha kifanya Instagram, basi naamini hata kwenye masuala ya namba pia zisha blokiwa vitu kama hivyo e, nafikiri kuna vitu vingi sana hapa ambavyo vimetokea. Unafahamu, Hamisa na e, Rushaina ni marafiki, ni mashoga. E, na hata kwenye ndoa ya Hamisa Mobeto Rushaynah alikuwepo mstari wa mbele pia kushiriki kumsupport shoga yake na mambo mengine. Kwa hiyo nafikiri Hamisa kakasirika pia baada ya kuona hiki ambacho kinaonekana hapa kwamba yo ni mwanangu, mshikaji wangu e, inakuwaje tena unaanza kunisema hivi ingawa ukiangalia kwenye hizi chats ni kama eh, huyu rafiki yake ndiye ambaye alikuwa anachotea moto hivi, alafu Rushaina akawa anamjibu kwa kumsupport, si ambaye alianzisha eh, kumsema Aziz-Ki. Kwa nilivyoona ukiangalia hizi chats, Rushaina hakuanzisha hizi story, ila maybe alitakiwa kumdefend shemeji yake, kwa maana ya mume wa rafiki yake, kwa kuongea na huyu rafiki yake ambaye anamtumia hizi chats, kwa sio vizuri. Unajua mambo kama haya eh, kuanza kumsema mtu kwa mdomo na mambo mengine sio kitu poa. Kwa hiyo ndio hivyo uh, Hamisa amempiga block Rushaina kwa sasa Instagram eh, na mambo yako hivyo. Niambia kwenye sehemu ya comments hapo una mtazamo gani? Lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.